ujiulize na uyajibu wewe mwenyewe. Basi kwa ma, maandiko haya matakatifu tuliyasikia, Mwenyezi Mungu anatufundisha zaidi na zaidi kuhusu neno na ameuonyesha kwetu. And that joy remain with you for the rest of your life. Not only today, but for forever. Christmas is a very special day, very special

As we celebrate the zceebraeeea kuzaliwa kwake Bwana wetu Yesu Kristo, tukumbuke pia watoto wengi ulimwenguni ambao wanaishi kwenye mazingira magumu, wamekosa malezi, wameenda huko mjini, wanaishi mazingira magumu. Tuwaombee watoto hawa, lakini zaidi tuziombee familia, tuwaombee wazazi wetu waendelee kutoa malezi stahiki kwa watoto, hasa kwa sababu watoto ni zawadi Watoto ni hazina, watoto ni malezi. Na tukifanya hivyo, tutakuwa na mgeni mtoto Yesu anayezaliwa kati yetu kupya siku ya leo. Tumkumbatie Kristo anayezaliwa huku kwenye mioyo yetu, ili atulinde, atuongoze, tutembee katika njia sahihi, kukana Yesu daima. Ndiyo Krismasi, ndio Emmanuel, yaani ndio Mungu pamoja nasi. Usipende tu Krismasi, mpende Kristo anayezaliwa eelei. Pokea furaha ya kuzaliwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Napeleka furaha hiyo kwa wengine. Pokea upendo wa Mungu unaokuja kwetu kwa njia ya Mwana. Upokee na utunze uzamini upendo huu. Mungu anapotupenda na sisi tupende. Mungu anapotufurahisha na sisi tufurahishe.

Penda kabla ya kupendwa, saidia kabla hujasaidiwa, samehe kabla ya kusamehe. Ombea kabla hujaombewa, saidia kabla hujasaidiwa. Ndugu zangu, sherehe hii inaleta furaha, inaleta upendo wa Mungu kwetu sisi wanadamu. Sasa tukubali, tukubani upendo huu, tupokee mwanga huu, nuru hii ya Kristo na zawadi kwetu, tukaieleze kwa wengine. Tupokee amani anayoleta Mungu. Tutunze amani hiyo na tuieneze aa, tuombee wale ambao hawana amani kwenye nchi zao. Tuombe na nchi yetu. Tuombee familia zetu zinazoteseka. Wako watu ambao wamepoteza zawadi ya amani katika mioyo yao. Hana amani, lakini kubali basi usiku huu Kristo anapozaliwa huku akuletea amani. Kuna familia ambazo amani imepotea metimdizwa sasa tukubali kumkaribisha pisi azaliwa familia zetu, alete im, amani upya na aimarishe amani hii, ili tutembee kuwa mbele tukisherehekea kwamba mkombozi amezaliwa, ni mfalme wa amani, ni jua la haki, ni jua la haki. Wapo watu watakao jaribu kuzuia jua la haki, hawataweza Wapo watakao jaribu kuzuia amani hiyo, lakini hawataweza. Yeye ni mweza kwa yote na uwezo wa kufanya huko mamigani pake. Tumwendeze, tumpokee, tumwalike ili atuletee furaha.